Mgawanyiko mkuu wa kanisa wa mwaka wa 1054 maarufu kama the Great Schism ni tukio la kihistoria lililobadilisha mwelekeo wa Ukristo duniani. Tukio hili liligawanya kanisa la Kristo katika matawi mawili makuu: kanisa Katoliki la Roma na kanisa la Kiorthodoksi la Mashariki. Mgawanyiko huu haukutokea ghafla, bali ulitokana na tofauti za muda mrefu za kijiografia, kisiasa, kitamaduni, kiteolojia kati ya mashariki na magharibi. Baada ya kuanguka kwa dola ya Kirumi ya magharibi ya mwaka 476 baada ya Kristo, dola ya Kirumi ya mashariki yaani Byzantine iliendelea kustawi huku mji mkuu wa Konstantinopoli, sasa inaitwa Istanbul, ukijitokeza kama kitovu cha Ukristo wa Mashariki. Kwa upande mwingine, kanisa la Magharibi lililojikita Roma lilikuwa likijaribu kudumisha mamlaka yake katika ulimwengu wa Kikristo. Tofauti hizi za kijiografia na za kisiasa ziliambatana na tofauti za kitamaduni na lugha ambapo Mashariki ilitumia Kiyunani na Magharibi Kilatini. Sababu za kitiolojia na za kidini. Moja ya sababu kuu za mgawanyiko ilikuwa ni tofauti katika mafundisho ya kitiolojia. Kanisa la Magharibi liliongeza neno Filioque kwenye kanuni ya imani ya Nikea likieleza kuwa Roho Mtakatifu anatoka kwa Baba na Mwana. Kanisa la Mashariki lilikataa mabadiliko haya, likisisitiza kuwa Roho Mtakatifu anatoka kwa Baba pekee. Tofauti nyingine zilihusisha matumizi ya mkate usiotiwa chachu katika Ekaristi na suala la useja kwa makasisi. Mnamo Julai 16 mwaka 1054, balozi wa Papa Kardinali Humbert wa Silva Candida aliweka hati ya kumtenga Patriaki Michael Cerularius wa Konstantinopoli kwenye madhabahu ya Kanisa la Hagia Sophia. Patriaki Michael Cerularius alijibu kwa kumtenga Kardinali Humbert na wenzake. Ingawa pande zote mbili hazikutangaza mgawanyiko rasmi, tukio hili liliashiria mwanzo wa mgawanyiko wa kudumu kati ya Mashariki na Magharibi. Mgawanyiko huu uliathiri sana historia ya Ukristo na Ulaya kwa ujumla. Kanisa la Magharibi liliendelea kama Kanisa Katoliki chini ya uongozi wa Papa, huku Kanisa la Mashariki likijitokeza kama Kanisa la Kiorthodoksi lenye uongozi wa pamoja wa maaskofu. Mgawanyiko huu ulisababisha migogoro ya kisiasa na kijamii, ikiwa ni pamoja na vita vya msalaba na kuanguka kwa Konstantinopo mwaka wa elfu moja mia mbili na nne. Katika karne ya ishirini juhudi za kuleta maridhiano zilianza kuchukua nafasi. Mnamo mwaka wa elfu moja mia tisa sitini na tano Papa Paulo wa sita na patriaki Athenagoras wa kwanza walifuta rasmi matengano ya mwaka elfu moja na hamsini na nne. Hata hivyo tofauti za kiteolojia na kiutawala bado zipo, na juhudi za kuunganisha tena makanisa haya mawili zinaendelea. Mgawanyiko mkuu wa kanisa wa mwaka 1054 ni tukio la kihistoria lenye athari kubwa katika Ukristo na historia ya dunia. Ni mfano wa jinsi tofauti za kiteolojia, kisiasa na kiutamaduni zinaweza kuathiri umoja wa kidini. Ingawa juhudi za kuleta maridhiano zinaendelea, mgawanyiko huu bado unaendelea kuathiri mahusiano kati ya makanisa ya mashariki na magharibi.